Dini dini ni chombo ambacho kama hutakuwa makini nacho, unaweza ukashika dini kupitiliza au usishike dini kabisa, ukaiona kama ni siasa fulani hivi. Nikikutana na mtu ambaye ananiambia sitaki mambo ya dini, maana naona ni uongo, simshangai. Simshangai kwa sababu kumekuwa na mkanganyo mkubwa leo wa dini duniani ambao unavuruga maelfu ya watu. Ninyi ni mashahidi, mliona kule Afrika Kusini ilitokea, kuna mchungaji mmoja ambaye aliwalisha majani watu wake, Waumini, yaani dini. Mtu akiamua kucheza na akili yako kwa habari ya dini, anaweza kukuvuruga kabisa. Nimeona kwa macho yangu kabisa, ndoa zimevunjwa si kwa sababu ya imani kabisa. Bwana mmoja alinifuata, kaniambia, nakuona sana mitandaoni ukihubiri, naangalia YouTube na kusikiliza sana, mimi sio wa imani yako, lakini na maswali nataka unijibu. Nikamwambia haya, uliza maswali yako. Akaniambia hivi mtu akijiunga na dini yenu anavunja ndoa? Hmm. Nikashtuka, nikaambia hebu hebu, nenda direct, maana asema bana, nijibu. Nikaambia hapana, avunje ndoa yake. Kwa nini umeniuliza hivi? Anasema hivi navyoongea na wewe, mke wangu ana miezi sita amenikimbia. Nikamuuliza amekukimbia, amekwenda wapi? Anasema dini yake imemfundisha nikimbie. Nikamwambia hiyo sio hii ambayo mimi ninasali, hii ambayo mimi ninasali inafuata Biblia. Sasa hata hiyo pia alifuata Biblia. Nikamtolea fungu moja kwenye kitabu cha Korinto wa kwanza sura ya saba utasoma kwa muda wako wee, sasa hivi nisikilize tu, anapoelezea juu ya mwenzi anayeamini na asiyeamini. Akasema kwamba huyu mke au mme ambaye ana mwenzi asiyeamini akikubali kuishi naye na aendelee kuishi naye asimwache mwenzake, labda huyu mwingine akiamua kumkimbia mwenzake, huyu mwingine ndipo anapokuwa huru. Huyu bwana akashanga sema Biblia ndivyo inavyosema namna hii? Nikaambia ndivyo inavyosema namna, kwani kuna shida gani? Akaniambia mke wangu ameingia kwenye dhehebu fulani, alipoingia kule amefundishwa hiyo dhehebu vizuri kabisa, lakini akaambiwa tulifunga ndoa za kimashetani, kwa hiyo mimi sio mume wake halali, ni wa kipepo. Kwa hiyo ameambiwa niache, ili akatafutiwe mume wa kiroho. Sema kumbe kuna wanaume wa kiroho na wa kimwili. Dini dini ndio inasababisha watu wanajilipua. Nyiye ni mashahidi kabisa, watu wanajitoa mhanga kwa ajili ya dini. Na Wakristo ambao hawajui wakiwa wanatazama namna hii, wakisikia naongelea hoja ya, ya dini moja kuwa dini nyingine, wanakimbilia kuangalia Waislamu wenye itikadi kali kwamba ndio ambao wanafanya vitendo kama hivi. Lakini da, ukaangalie miaka ya zamani, wakati wana matengenezo katika Ukristo, Ukristo uliua watu wengi sana kwa jina la dini, wengi sana wengi mno, mamilioni ya watu waliwawa na viongozi wa Kikristo kwa sababu walipingana na imani ya, ya Ukristo ya wakati huo. Ninyi mmeangalia kwenye vyombo vya habari mara kadhaa, Papa yule aliyepita, hacha huyu wa sasa hivi. Huyu aliyepita si ndio Piusi au um, nani jila limeshanitoka sasa hivi, yule aliyepita yule, ni Benedikto wa kumi eh, hey, na sita nadhani. Yule aliwahi kusimama na kuomba msamaha duniani Akasema Waprotestanti na Wakatoliki, tufunike mambo yaliyopita, tuyasahau, kwa sababu mauaji mengi alifanya na kanisa Katoliki miaka mingi iliyopita, yakimaliza waprotestanti kwa jina la dini. Najua Msabato wakinitazama hivi, anasema ee, hey, sisi tuko salama, hatuko kama hao. Hata nyie mmo. Unasema tumo, kwa namna gani? wale walioenda walikuwa walokole walio wa, wakahitaji kusafiri bila visa. Ni watu gani wale e? lakini wanajiita naye asabadowamatengenezo. Kwa nafikiri kwamba watu wanajua tofauti sana, ndio tunaojua tofauti humu ndani, tunajua hawa ni kali. Kila dini ina watu wake wa kali. Ukienda kwenye Uislamu kuna wa katoliki, kuna ukienda kwa ia kali wanaitwa karismatiki nenda ukija kwa wasabato kuna wasabato wa itikadi kali wapo wanaoga ijumaa na kuvaa nguo kabisa siku ya ijumaa ili sabato ikifika anaamka yuko sawasawa sawa. dini hizi dini hizi, Unajua, usipokuwa makini na dini ukaiangalia katika jicho la kiroho unaweza ukajitengenezea sheria ambazo hazipo. Ndio maana hata kwenye makambi wanauliza maswali ya ajabu kwenye madarasa kule, mpaka una hivi, hawa watu wetu ananyosha mkono kabisa, Pasta, nini siku ya Sabato tunaruhusiwa? Menielewa? U, ni swali la kuuliza kweli. Huwa ni rahisi tu. Ndoa ni takatifu, si ndio hivyo? Na sabato takatifu na takatifu vikigusana vinanajisika. Habari ya asubuhi.